Mafinga walivyoagwa. Sita, ajali ya ambulensi na toyo huko Mafinga walivyoagwa, lakini CAG abaini hatari uhifadhi dawa za asili atoa angalizo. CAG abaini hatari uhifadhi dawa za asili atoa angalizo, lakini kauli ya viongozi wa dini ni kauli za umma, kauli za viongozi wa dini ni kauli za umma, lakini kuna habari kubwa kabisa ndani ya gazeti la Mwananchi ni Papa Francis, mwisho wa enzi hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwananchi, linasema Papa Francis mwisho wa enzi, lakini utaratibu wa kufuata, eh, kufuata wa Katoliki baada ya kifo chake. Utaratibu wa kufuata wa Katoliki baada ya kifo chake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele yako kwa habari kwa kina, lakini tukiangazia kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaanza na habari inayosema NMB yaja na mapinduzi makubwa wa sekta ya benki, ujio wa mikopo kidigitali. Lakini Nchimbi awataka waimba injili kuwakumbusha wanasiasa umuhimu wa kuomba msamaha. Jukwaa la toa tamko eh, kulaani udhalilishaji wa mwanafunzi. Lakini kene habari kubwa inasema kwa heri Papa Francis, Rais Samia amlilia, viongozi wa dunia watuma salamu za pole. Yule habari pia kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, pata na kale yako kwa habari kwa kina. Kuchana gazeti ya Nipashe tuangazie gazeti lako, tuangazi la habari leo, naandika vichwa viwili vya treni Tazara vya tumbukia darajani, mwalimu wafa. Vichwa viwili vya treni Tazara vya vya tumbukia... darajani, eh, mwalimu, eh, wafa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo, pata na kale yako kwa habari kwa kinam lakini bado kuna habari inayosema kwenye gazeti la habari leo bodaboda eh, boda machingada wagomea maandamano haram bodaboda boda wa machinga dar es salaam wagomea maandamano haram hiyo ni habari ya ukurasa wa ishirini lakini dunia yamlilia papa francis dunia yamlilia papa francis samia aomboleza lea alivyogusa maisha ya wengi lakini tec yatangaza maombolezo E, misa siku tisa mfululizo na Kardinali Ruagambwa, e, kuwakilisha nchi uteuzi wa papa mpya. Lakini amri ya kuishi wanawake Tanzania wafiki, e, wakifikia miaka sabini. Umri wa kuishi wanawake Tanzania wakifika, e, wakifikia miaka sabini, ukurasa wa pili. Lakini sekta binafsi kukuza kilimo Angels sekta binafsi kukuza kilimo, ili ni gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele. Ni gazeti lako la Zanzibar leo kuna habari kubwa za kipaumbele. Na ibu waziri afuatilia migogoro ya ardhi. Uh, huyu ni naibu waziri afuatilia migogoro ya ardhi. Rais Samia, viongozi duniani wamlilia Papa Francis. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan anasema viongozi duniani wamlilia Papa Francis. Ni Kizimkazi Muyuni na mshukuru Dr. Mwinyi ujenzi wa barabara. Kizimkazi Muyuni E, wamshukuru Dr. Mwinyi ujenzi wa barabara lakini mtu, mtu mmoja afariki akiiba waya wa umeme. Ile gazeti lako la Zanzibar leo kurasa wa mbele, lakini gazeti la Uhuru linaandika mahakama ya mwachia aliyefungwa e, miaka 30. Lakini kwa heri Papa Francis ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Uhuru linasema kwa heri Papa Francisco. E, kutoka mwaka 1936 mpaka 2025. Lagi, Dr. Nchimbi awasilisha, e, awasihi wanasiasa kuomba radhi wanapokosea e, na Malichela aitabiria CCM ushindi wa kishindo. Malichela awatabiria wana CCM ushindi wa kishindo. Na kwenye gazeti la Majira lenye inaandika e, mfuko wa aikeshi wakuwa kwa asilimia 49, kwa miezi minne. Lakini utekelezaji wa familia chanzo cha ndoa za utotoni. Utekelezaji wa familia chanzo cha ndoa za utotoni. Lakini kifo cha Papa Francis chaliza dunia na Samia. E, kifo cha Papa Francis chaliza dunia e, huyo ni Samia asema. Lakini Nchimbi aliyeomba msamaha asionekane ni mdhaifu. Lakini madaktari bingwa wa Tanzania watibu maelfu Komoro na Dkt. Samia aipeleka Tanzania nafasi ya pili, vita dhidi ya rushwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira. Lakini Taifa Tanzania, gazeti letu asubuhi ya leo linaandika watano watajwa kumrithi Papa Francis, lakini Rais Dkt. Samia atuma salamu za rambirambi, lakini watumishi watakiwa kupewa mafunzo Shule ya Uongozi Mwalimu Nyerere. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania hapa ni kurasa za mbele pate nakala yako kwa habari kwa kina lakini bei ya kahawa yapanda kutoka elfu tatu mpaka elfu nane mia tano huko Ruvuma bei ya kahawa yapanda kutoka elfu tatu mpaka elfu nane mia tano huko Ruvuma na kwa gazeti la uelekeo linaandika Samia mlilia Papa Francis hiyo ndio habari kubwa kwa gazeti la uelekeo ni Samia mlilia Papa Francis lakini daktari bingwa wa Tanzania watibu maelfu Komoro hilo ni gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele lakini gazeti lako Rai ya Mzalendo linaandika washuhudia na namna hayati Dr Getude Rokatale alivyowajali waj, alivyowajali eh, masikini. Lakini Nzuki ahidi kuwahudumia watoto wenye mahitaji maalum. Kambi ya madaktari bingwa Komoro yaibua fursa kemkem. Eh, kambi ya madaktari bingwa Komoro yaibua eh, fursa kemkem yuna bariki kwenye gazeti la Rai ya Mzalendo ukurasa wa mbele lakini dunia yaomboleza kifo cha Papa Francis. Dunia yaomboleza kifo cha Papa Francis, habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti la Raia Mzalendo, tuangazie kwenye gazeti lako Mtazamo Mpya linaandika Rasi Charamila aweka ubunge kiporo. Rasi Charamila aweka ubunge kiporo, maandamano ya CHADEMA mahakamani yapingwa. Lakini ubunge 2025 moto utawaka Singida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 Eh, kusaidia nyota Kilombelo. Manura ajipanga kusaidia nyota Kilombelo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako eh, la mtazamo kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako Raia Mzalendo linaandika Fadu amwombea msamaha, awa Tabora haipoi yaleta kocha mzambia na ameana kitu eh, na viongozi wa Yanga, lakini Yanga ifanyia kitu mbaya Fontengate. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Raia Mzalendo ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga ya tambia kucheza klabu bingwa barani Afrika ya e ichapa fortenget goli nne kwa sifuri ligi kuu. Lakini Simba tutatinga fainali shirikisho lundenga kuzikwa leo Kilombelo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa za michezo. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika fortenget ya kubali kipigo cha 4G kutoka kwa wananchi. Lakini Dr Chimbi, wasanii wa kumbusheni wanasiasa kuomba msamaha. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la taifa la Tanzania, e ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Simba waahidi kutinga fainali, lakini Yanga yaipiga 4G Fountain Gate. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Majira kurasa za michezo. Lakini bunge, gazeti lako la Uhuru linaandika ni vita ya mzize na awa ili ni mbunge. Kwenye gazeti lako la Uhuru naandika ni vita ya mzize na awa namba za ongezeka matumaini Simba. Hiyo nambari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe linaandika Yanga hii haikamatiki, Simba tutaunguruma sauzi zimbo ya tamba, bao moja walilopata nyumbani linawapeleka fainali. Hilo ni gazeti lako la Nipashe, pate nakali yako kwa habari kwa kinam lakini tukicha na gazeti la Nipashe tunaangazia Zanzibar leo naandika michuano ya muungano ya hamishiwa gombani Pemba. E, michuano ya muungano ya hamishiwa gombani Pemba, mpira wa wavu muungano kuanza leo, yanga jimarisha kileleni ligi kuu. Ni habari kubwa kabisa kwa gazeti lako la Zanzibar leo kurasa za michezo. Lakini habari leo gazeti lako kwa michezo naandika yanga ya chanja mbuga fadwa jamini kumaliza mechi Afrika Kusini Dr. Chimbi awapa neno moja. Dr. Chimbi awapa neno wasani wa wasanii wa Injili lakini kidigodi ya shuka daraja, hiyo ni rasmi sasa, kidigodi ya shuka daraja abaliobwa kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti gazeti la michezo na burudani lenye ndo tunaanza nalo linasema rekodi tatu za ushindi Yanga, Rekodi tatu za ushindi Yanga lakinif agusia dakika kumi za kwanza sauzi. Agusia dakika kumi za kwanza sauzi. Mpanzo asisitiza Simba inacheza fainali, lakini bibi bomba wanaupiga ahadi raha. Bibi bomba wanaupiga furaha raha. Habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini kimataifa upepo mbaya waliandama mani yu. Uh, upepo mbaya waendelea kuzengea, um, kwa mani United na gazeti lako la mwanaspoti kurasa za mchezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.